Popote pale unapotazama ndani ya Chapesa Media. Karibu sana, tuweze kuzungumza michezo na burudani. Natokea hapa katika mitaa ya Chamanzi nikiwa na maana ya kwenye eneo zima la Azam Complex mitaa ya huku Chamanzi. Ni na madhumuni yangu nimekuja kwa ajili ya kukuhabarisha na kukupasha mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Sogea yeah, nami kuwa pale mwanzo mpaka pale tamati nitakapokuwa nikihitimisha mahojiano yangu haya na Mkude wa Simba Sports Club. Asalamu As alaykum. Kwa leo ngumu. Kwema kaka? Sema upo. Uzima unatawala. Afya. Alhamdulillah. Heri kabisa. Heri mambo mengine? Mimi poa, sijui wewe. Sasa karibuni. Mm. Karibuni sana katika jiji jimbo jipya la Chamazi. Eh. Karibuni sana. Mm. Unavyoona jimbo burudani eh, linang'aa buruburu. Eh, hasa sikushasema shasema Mkude Simba. Eh. Sasa Simba si burudani. Eh. Yaani buruburu. Karibuni ndugu zangu. Eh, bwana, mbona mbona mapema hii leo umevaa jezi ya Azam FC? Ah, mabingwa wameshinda, wameshinda ugenini na mimi nimeshinda ugenini. Kwa hiyo lazima niwa support vijana wangu. Kwa sababu kazi nilowatuma wamefanya ugenini, uji wa Unguja lakini ugenini. Eh. Wameshinda na mimi nimeshinda ugenini. Kwani kuna wengine ume, umewatuma lakini umewapa tiketi ya kwenda kufanya vizuri lakini hawajafanya wa vizuri. Asalala, la na nakwambia hata ila mama hawajachukua. Eh? Haya mama wajapata. <laughs> Na wanatangazaga hela za mama eh, lakini mshangao wamerudi kimya kimya. Uh, mbaka ya poti mninjua goli la mama. Goli la mama lijapatikana na ya poti walivurudi kinyonge mpaka ni kesi ibda ametoka kwenye kampeni. Mm. Eh, hey, nikagumba na nguo zetu zinafanana zi. Bwana Mkude umeanza kusikia uko bule tayari. Wale mabwana kwanje wanauharibu mpira? Wanauharibu mpira na amna dunia nzima ya mpira wa bule lakini kwa sababu washazoeshana. Wa mm. Lazima na hata wangeweka mia mbili hamsini siji kama wangeingia shilingi mia mbili na hamsini acha eh. mia tano mwende wawili eh. Shilingi mia mbili na hamsini mi naimani watumia wasingefika ah. Hawaja, hawajazoea hivo, yaani mtoto aliozoea kila akiletewa siku akuambiwa akachukua awezi, si ndio maana washazoea bule sasa tukiwambia waingie na fedha na hali na matukio kama yale, ya kuna mchezaji mmoja kwaitwa mchizi nani, sije kule mchizi vunga, hauwezi ukaenda mchizi vunga, kasharibu shughuli bwana. Cha hiyo ndio maana kaona bula bule ili tuingize, maana sasa ni kuingiza wezi bwana, bula ni kuingiza wezi tu. Mtu anaingia bula anatoka na simu, anaingia bula anatoka na hela. Sasa mpira uko hivyo na bule, mtu ashangilie kishaenda na mawazo yake. Bule anaingia mtu na sio na mpira wa watu na wapenzi wao, anambia tu tukalilaki kama bichi tu. Uh -huh. Eh, sasa ndio maana nimesema hivi hakuna starehe ya bure leo. Nimeangalia tra na nanahela mm. uh -huh. tra uh -huh. wamecheza leo na, na mashujaa uh -huh. na hela kuliko klabu kubwa, ndio wa kwanza Afrika, wenyewe anasema na uhuru sio wamechukua wao, mnakuwaje? uh -huh. bure ni swala la bure, wamenichanganya sana, lakini kwa sababu ni shughuli yao uh -huh. Mimi niliwaacha ila kama mnakumbukumbu niliwahi kuwaambia siku zile zilizopita, kuna mapambano ambao kuna ile shughuli ya fage uwanja, shughuli yenyewe inafuata. Mliona sasa sasa hivi tumebadilisha ile slogan mapambano ya tangulizi, alafu men kadi inakuja. Eh, mapambano ya utangulizi hii jumaa na Jumamosi, vijana wangu, alafu men kadi inakuja Simba Sports Club uh -uh. na akiwa na afisa habari wa Afrika uh -huh. Ahmed Ally ndomana mm. jana alisikitika sa mpira bure lakini, mm. tukawambia, uh -huh. huo upande wao waache, uh -huh. alafu hiyo yo bure sasa, bado wanapita na magari, wanaenda kila media, njooni, njooni, asa bure jamani, mpaka mwitwe mshambi wa bure. We ujui bure washatoapagambia supu uh -huh. mi nakwambia, uwanja ungekuwa mdogo <laughs> na hata hiyo bure pata kuwataka wawili wawili, hiyo uh -huh. hiyo bure uh -huh wataficha kitu takia chakati mtu ili wazibe, lakini hawajai uh -uh. pale hamna supu, wangeambia pana supu pana nini. Mimi nawajua wale ndugu zangu mm, bila ng'ombe hawaendi. Sasa eh, kila siku timu mpaka upate supu mm, timu mpaka hatuwezi kufika. Eh bwana, tuzungumzie hili hapa. Simba Sports Club imeingia kwenye kinyang'anyiro cha timu ambazo zinagombania uh, timu bora za mwaka wa msimu wa mwaka 2024 na ishirini 20 na nne, ishirini na tano. Mnasemaje wanasimba na kinyang'anyiro hiko? Kwanza ungekeka sawa, ili wananchi na wanotusikiliza kwenye media ya Chapesa Media mm. Hey master wafahamu kinyang'anyiro hiko cha wapi? tulichoingia kwa kinyanganyiro kule kafu aha, kule duniani eh, hapo sawa, lazima duniani na bendera, unafahamu, sina tofauti, si ndio? Eh, kwa sababu kuna bendera inapeperushwa kimataifa alafu kuna bendera inapeperushwa kitaifa. Sasa hapo maana yake ni kimataifa, kwa hiyo nimeingia kwenye kinyanganyiro cha kimataifa na nipo kule, watano top 5, uhakika kwa huyu mastermind, kwa sababu kama nisaidia fundi kapaua nyumba, je nikimpa kabisa Yaani tulimwambia tu utakuwa msaidizi tu e, wa fundi. Sasa je, mm. akiwa fundi mkuu eh? Kuna watu mm. eh? mm -hmm. eh. uh -huh. mm. mm. kumbe watateseka huko. Watapata tabu sana yaani tena shida iko pale. eh? Au au eh? Eh? Eh? <laughs> Mpaka ukiona mtu anakumbuka mtalaka wake. Eh. Basi tena maisha ya ndoa yamemshinda. Eh, maisha ya ndoa yamemshinda e, uh -huh. Kwa hiyo anakumbuka chimbo kule tayari huko katika hmm. Eh, bwana Simba Shomari Kapombe naye pia hmm. ameingia kwenye miongoni mwa wachezaji ambao wanawania mchezaji bora wa msimu kwenye tournament za CAF kwa msimu wa mwaka 24 25. Ndio mchezaji ambaye aliocheza back to back mashindano yote ya Afrika uh -uh. Amemchezaji aliocheza back to back mashindano yote ya Afrika akiwa Simba Sports Sikonuwa. Kapombe uweze kumtaja captain uh -huh. Kapombe uh -huh. Lazima awepo na sisi tunashukuru uh -huh. Na tunamuombea Mungu ili afanikishe hili. Mm. Uh -huh. Kama kutakuwa kuna kupiga kula tutapiga. Uh -huh. e, na sasa sijui kama uh -huh. timu za bure nao wameingiza watu. Yaani, ile ni club blada njia panda ya Ulaya ndio Simba Sports. Eh, sisi hatuna mbamba mbamba, amemzuia eh. Tukikwambia unauzwa unauzwa, tukikwambia uuzwe ya uuzwe eh, mm, eh. Kuna watu wanaogopa mtu hapa siji striker eh, anakaa jukwaani amemzuia uh -uh. Eh, si ndio huwa tumemwambia kabisa, mchezaji anotaka aende njia panda ya Ulaya uh -huh.

Nikifika nusu mimi nauza wote hao wanaogombea, hamna suza zalao ndio ilivyo Simba Sports. Mambo yamekuwa volu volu. Ah, <laughs> kila siku mtu anajifikiria mm. Hivi, kama unatoka timu ambayo ya bure, unakaa benchi, wewe utakuja kucheza timu gani eh? Timu watu wanait... bure afu wanaitana eh. Yaani watu hawaingii mm -hmm. Je, kama utakwenda timu ambayo watu wanacheza, utacheza mm -hmm.